Umeme ni kitu cha muhimu katika uchumi wa taifa letu. Kwa sasa nchi yetu uh, ina umeme mwingi, uzalishaji wa umeme uh, ni mwingi kuzidi hata mahitaji yetu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, na sisi uh, kwa maelekezo yake Rais uh, tutahakikisha tunaongeza jitihada za kujenga substation kama hizi katika wilaya zetu nchini, na tutaongeza kasi kuhakikisha kwamba kwa umeme unapatikana wa uhakika sana TANESCO inaendelea kubadili nguzo zilizokuwepo za miti, lakini sio kubadili tu nguzo za miti. TANESCO inaendelea kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi yetu ambayo umeme ulikuwa hujafika. Kwa hiyo mimi nipongeze tena uh, bodi uh, ya TANESCO pamoja na management kwa kuja na wazo la kuanzisha kiwanda hiki. Rai yangu mfanye haraka, lakini haraka ambayo mna uhakika mkiwasha mitambo sio kesho tena mnarudi kusema kwamba kuna hichi kimekosekana, kuna kile kimekosekana. Lengo letu ni kumleta hapa mheshimiwa waziri kwa ajili ya kuja kuzindua kiwanda hiki siku chache zijazo. Kwa hiyo amepita kwa ajili ya kutupa maelekezo na kuhakikisha tunakimaliza, uh, kiwanda haraka ili waweze kuja kukizindua na kianze kazi. Tumepokea maelekezo ya wa mheshimiwa waziri kuanzia kwenye kituo cha kupoza umeme kuhakikisha tunatunza miundombinu, lakini tunahakikisha sasa, uh, kituo kimeanza kazi, basi changamoto za umeme za Kaliua na Urambo zinaondoka, tunawasogelea wateja vizuri. Kwa hiyo kwetu kama wakazi wa Tabora ni shukrani sana, na kupitia swala hili ni kwamba tunaahidi kwamba kuendelea kuutunza kama viongozi wa eneo hili kuhakikisha kwamba sa mradi huu unakamilika kwanza kwa wakati kama ambavyo umeahidiwa hapa, lakini pia kuutunza asa udumu kwa vizazi vijavyo.